Namna gani ya kukua katika neema ni kwa njia ya maarifa. Petro wa Pili moja mbili anasemaje? Neema iwe kwenu na amani ziongezwe katika kumjua kwa. Katika kumjua, amani na neema zinaongezeka. Ukitaka kukua katika haya, utaka kukua katika hiki kitu, jenga tabia ya kutafuta kumjua Mungu, kwa sababu katika kumjua Mungu neema na amani zinaongezekwa. Ni mpaka ambapo utakuwa na maarifa. Mfano, ukiwa na maarifa ya wewe ni nani katika Kristo, maarifa ya nafasi yako kwa Yesu Kristo, yani kufungua mlango wa neema fulani. Ukiwa na maarifa ya kitu fulani, neema takua upande huo. Ndio maana tunaposema mfano kukua katika, katika imani. Huwezi kukua katika imani ya kila kitu, lazima ujijengee utaratibu wa kukuza eneo moja baada ya jingine. Hauwezi kukaa rada kukaa kwamba mimi na imani ya hiki, na imani ya hiki na imani ya hiki. Hakuna kitu kama hicho. Imani inajengwa, inatengenezwa, inakuzwa na maarifa. Ni hivyo utaka kuwa vizuri kwenye eneo la kimungu hili, lazima ufatilie kwamba nataka ni, ni kuwa katika eneo hili, nifuatilie hilo eneo kwanza mpaka uone umelimaster, unahamu unaenda kwenye eneo lingine. Wanafunzi waambie Yesu, Yesu pongezee imani Akawambia mkiwa na imani kiasi cha punje pengine, akawambia mkiwa na imani kama punje. Alikuwa anawapa mbinu ya namna ya kuongeza imani zao, kwamba imani kuongezeka kwa mtu sio matokeo ya kuombewa kwamba imani yako iongezewe. Hauwekewi kama vile unamiminiwa maji, maji kwenye chupa hakuna. Ni wajibu wako kulenda, unachota mwenyewe, unakunywa mwenyewe. Lazima ukiwa na imani kiasi cha punje, pengine tu mwenyewe ukiwa na imani kama punje. Neno kama maana ni ulinganifu, utendaji kazi. Na neno kiasi maana ni kipimo, ni kiwango. Kwa hiyo aliposema punje, ananiambia kwamba namna ambavyo mtu anaongeza mbegu za kwake ndivyo ambavyo anaongeza imani kwenye maisha yake. Mtu akiwa anataka kuongeza mbegu anachukua punje moja ya hindi au ya harage, anapanda, ikiota anavuna punje nyingi. The same unataka kuongeza imani, tafuta neno la Mungu na shahuda mbalimbali na mahubiri mbalimbali yanayoongelea hilo jambo, sikiliza na kusikiliza, soma na kusoma, tafuna kutafakari, mpaka imani inajengeka ndani yako. Kama ni eneo la uponyaji unatafuta hilo eneo, kama ni eneo la kiuchumi unatafuta hilo eneo. Neno la Mungu linasemaje juu ya hilo eneo la kiuchumi? Mahubiri, watumishi mbali mbali wanaandika, wana hubiri mambo ya kiuchumi, unasikiliza na kusikiliza, unasoma vitabu vilivyoandikwa na watu wa Mungu, na soma na kusoma mpaka unapata imani ya kufanikishwa kiungu. Ikisha kanda yako imejaa unahamu, unaenda kwenye kitu kingine, ni kimoja baada ya kingine hivi hivi kwamba kweni au mkikua katika kumjua Mungu lazima neema na amani ziongezwe kwenu, katika kumjua Mungu make kwa namna ya kumjua Mungu. Unapomjua Mungu kwenye eneo fulani, neema naachilia eneo hilo hilo hilohilo. Ndio hata watumishi wa Mungu tunatofautiana. Kuna mwingine kwenye eneo fulani, labda kufundisha mafanikio ya Kibiblia, yuko vizuri sana na amefanikiwa kiupande huo, kwa sababu amejibidisha sana na maarifa na kujenga ima, imani ya eneo hilo, kwa neema Mungu naachiliwa upande huo huo. Mwingine ni kwenye swala so zima la uponyaji akiongea akifundisha akihubiri akiombea eneo hilo, kwa sababu amejijenga sana hapo, amejifundisha sana hapo, maarifa anayo ya eneo hilo, kwa neema Mungu imefunuliwa eneo hilo. Kwa unatafuta kukua katika kumjua e, neema na amani ziongezwe katika kumjua kwa, anakwambia njia mojapo ya kuongeza neema na kuongeza amani ni kwa namna ya kumjua Mungu. Unazidi kumjua Mungu bake, ninasoma Biblia.